Matarajio ya wanamsimbazi siku zote imekuwa ni kupata matokeo, na sisi slogan yetu ni kwamba kwa Mkapa atoki mtu, na mimi kama mtendaji mkuu naamini kwamba mashindano yanaendelea. E, focus ilikuwa ni wao kufuzu, wamefuzu, tuwape pongezi na sehemu zote ambazo za kiufundi ya sasa sasa, sehemu ya kupata matokeo kama ambavyo mashabiki wetu wametarajia, tunaamini atafanyiwa kazi. mnaona jitihada zetu kubwa ni kuhakikisha sisi tunapata support kubwa ya mashabiki na mashabiki wetu siku zote wamekuwa uh, ni kiungo muhimu katika mafanikio ya klabu yetu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba tuunge mkono na sasa tunapoelekea katika mechi zetu za ligi kuu yeah. Uh, tuna mchezo dhidi ya Tabora United TRA, lakini vilevile tuna mechi uh, yetu dhidi ya Azam kwa hiyo naamini wataendelea kutupa mkono na kutunga zaidi. Kama Kama, klabu sasa mipango ipoje kuelekea huko kwenye hizi hatua nyingine? Mbe, performance ambayo leo, uh, mipango inaendelea kawaida. Kuhusu masuala ya kiwango kuridhika, eh, ni mambo ya kiufundi ambayo mwalimu wetu anaendelea kuyafanyia kazi. Tunafahamu kwamba amekuta timu tayari ikiwa imeshaanza msimu, tumesha sajili wachezaji uh, na focus yake naamini ipo katika kuimarisha kui kikosi chetu. Uh, ni bahati mbaya kwamba tujapata matokeo tuliyotarajia hapa Mkapa, lakini lengo lilikuwa ni kufuzu na tumefuzu. Asanteni.